Dhahiri kwamba kwa, kwa kushirikisha wadau mbalimbali mbali, hasa wale waliopata kusoma kwenye shule hii, sababu hii shule ni kongwe. Tukiamua shule hii payi na hizi changamoto ambazo tumeziongelea hapa leo, ni wakati sasa na shauri, tungetenga muda na wakati tukatengeneza jubili ya miaka fulani wahitimu ambao wameshapita pale na kusoma pale, wako watu wengi ambao wamepita pale kwa uchache. Rais Kabila aliwahi kupita hapa, Dkt Nchimbi, sasa makamu wetu wa rais, ambaye atagombea mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika uchaguzi ujao, kwa upande wa sisi, alishawahi kusoma na wengine wengi. Kwa kufanya hivyo, tunaweza tukaunda uh, task force, tukatengeneza namna fulani ya kuwaita hawa watu na wengine, kwa kuchangia. Hii itarahisisha ita sana kupata michango mingi na mikubwa ambayo itasaidia shule yetu hii kung'ara na kuwa shule ya mfano hapa nchini. Kwa <laughs> hiyo naomba sana uongozi chini ya uongozi wako mkuu wa shule, mwenyekiti wa bodi, pamoja na wajumbe wengine wote wanaohusika na management yote ya shule, nilitafakari hili, ukae utengeneze mfumo thabiti ambao utakuwezesha sasa, hata sisi wadau mbalimbali tunaweza tukaitika huo wito, tupate kuwasaidia kufanya maendeleo mazuri kwenye shule yetu. Asante, asanteni sana Changamoto eh, nyingi mwenye mwenye ambazo zimetajwa kwenye hotuba mbali mbalimbali ikiwemo ya mkuu wa shule wahitimu ambao wamehitimulee, kuna changamoto ambazo umezigusia, zingine umezitekeleza kutokana na uwazo wako mahiri sana. Kwa mkuu wa shule, leo wakati napita pale, nimeona miaka mitatu iliyopita ukiangalia na sasa ambapo imefika. Ukiangalia miaka mitatu ile, sasa hivi imepiga hatua kubwa sana. Hongereni sana. Wenena moyo huu huu, ni moyo wa kizalendo, ni moyo wa kutaka kazi katika maeneo yoyote yale. Lazima utitoe, ukisha jitoa, utaona na mafanikio yako. Kwa maana hiyo sasa, mmetaja kuna mapungufu mengi ambayo yanatakiwa yafanyayako ya sasa na ya muda mrefu. Ya muda mrefu ni pamoja na kujenga maweni, kuongeza ukuta la muda mfupi ni kukamilisha jengo ambalo tayari la utawala liko katika matengenezo, e, kujengo upya. Kwenye hili jengo kuna upungufu wa marumaru aluminium, pamoja na na, na na simeti ambayo ya yakusafakia hii marumaru zetu. Kuna michango mbalimbali imefanyika, lakini kwa gharama tayo ambayo imetajwa hapa, ina gharimu jumla ya milioni nane na nusu. Kwanza niwapongeze watu wote waliofika leo, wageni walikuwa pamoja na mabibi na mabwana, tumechangia kiasi cha jumla ya shilingi milioni tatu na laki saba. Ongereni sana kupite makofi mengi sana pia kwenye huo mchanganuo, pesa taslimu tumechangia kiasi cha milioni mbili na nusu, ahadi milioni moja na laki mbili, jumla jumla kuu imefanya kuwa milioni tatu na laki saba. Hongereni sana. Pia kuna trip moja ya mchanga ambayo imechangiwa na mdau mmoja kati yetu mimi binafsi kwa kuguswa na hii kwa kweli, mimi nachangia milioni mbili cash hapa. Huu ni mwanzo, huu ni mwanzo ambao tumeanzisha leo, lakini uongozi wa shule kwenye jengo ambalo nimelitembea leo, kama kutakuwa bado kuna mapungufu, naomba unione wakati wenu kwamba kuna mapungufu bado isana sana ili jengo liishe liishe, ili tuanze kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki kufanya kazi katika mazingira rafiki, tukaona na tija ya kazi a kushe, na tamaa ambazo zinaweza zikatokea kwa uchache wetu. Hizo tamaa zinaweza zikapelekea sisi na kuleta uvunjifu wa amani ambao sisi hatukuzoea si wao tuwakemee. Yote na cha msingi kabisa katika wakati huu, kwa waangalifu sana, na wengi watapita sana sana nyinyi wahitima, katika uandikishaji wa wapiga kura. Hapa sio mambo ya siasa, tumeshazungumza. mwenye kiti kwao, tukakitahidi, nadhani tumeshafikisha miaka 18 kwa sababu tumeshafikisha miaka kumi na nane